mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyovyote sitatoa siri za baraza la mapinduzi na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Hemed Suleimani Abdullah naapa na kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabiti serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za makamu wa pili wa rais wa Zanzibar na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyovyote sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mwenye mara baada ya kuapishwa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdulla amesema kuwa katika kipindi cha pili cha serikali ya awamu ya nane atahakikisha anasimamia vyema utekelezaji wa ilani ya Chama Cha Mapinduzi na miradi yote ya maendeleo kwa maslahi mapana ya Wazanzibari. Hii ni ishara ya kwamba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 Alhamdulillah, tunakwenda vizuri. Hii ni heshima kubwa kwa nchi yetu, lakini ni heshima kubwa kwa rais wetu, na waomba Wazanzibari wote tuendelee kudumisha amani na Watanzania wote kwa ujumla. Hafla hiyo ya uapisho imehudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali, wakiwemo viongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, viongozi wa dini, maafisa wa vikosi vya ulinzi na usalama kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na wanafamilia